Wenzetu wanaongozwa na sheria kali. Alipoona hakutajiwa kitu, mradi ule ukafa pale pale. Zanzibar ikapoteza fursa kubwa ya kimataifa, kwa sababu watu hawaoni maslahi, kwa sababu hamna cha kupata wao. Fursa hii, ndugu zangu, ikapotea. Sasa ndio yale tunayokwambia, nchi hii ndugu zangu, ina bahati, jina lake tulinajiuza, lakini inataka viongozi wazalendo, waadilifu, waaminifu ambao wanajali maisha ya watu wao na wanataka kuiona Zanzibar inapiga hatua mbele, ina fika pahala pa kuyapata mamlaka yake kamili.